Msikilizaji, kuna msemo usema kwamba cheap is expensive. Nataka ujifunze na jengo hili, jinsi mwenyewe amepoteza pesa. Hemu turudishe nyuma, ili uweze kuona hili jengo lilianguka vipi. Rewind DJ. Basi hapa ni jengo ambalo lilikuwa limeonyesha kwamba liko tayari kuanguka baada ya kutumia bidhaa dhaifu na kutopima kwa sawa kwa mafundi, hivyo wakajenga jengo refu na rembo zaidi na lilo ambalo walikuwa wamepanga kwamba wangejenga pesa. Ukiangalia hapa, maafisa wa polisi kwa majeshi pia walikuwa wamefika pamoja kuambia watu waondoke ili waweze kulibomoa, na leo hii jengo Goodness. Yote, bro. Jengo lililohukumiwa kubomolewa lililoko kando ya Barabara ya Abdel Nasser huko Mombasa limebomolewa kwa njia ya udhibitiwa kwa kutumia milipuko. Wahandisi wa kijeshi waliratibu operesheni hiyo, iliyoandaliwa na maandalizi ya saa kadhaa ndani ya eneo la usalama la mita moja unusu. Milipuko iliwekwa katika maeneo mahususi ndani ya jengo hilo ili kusababisha kuanguka kuelekea ndani, na hivyo kupunguza athari kwa majengo jirani. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Magari ya wagonjwa na vitengo vya zimamoto vilikuwa tayari wakati timu ya mashirika mbalimbali ilitekeleza operesheni hiyo. Ubomoaji huo ulifuatia maonyo ya awali baada ya sehemu ya jengo hilo kuanguka na kuthibitishwa kuwa msingi wake ulikuwa umeathiriwa na uchimbaji wa visima pamoja na kuongeza ghorofa bila idhini. <laughs> Subscribe guys.